Anasema suala 46, hal tajuzu muwalatu kufari wa nusratihim. Je, inafaa muwalatu kufari, kuwapenda makufari wa nusratihim, na kuwanusuru, kuwatetea wanusuru Jambo hili la faa? Anasema la, hapana, la tajuzu muwalatu kufari, haifai, hai kuwafanyia muwala makafiri, kuwapenda, kuwanusuru, kuwafanya kuwa ni vipenzi wa Waislamu.

akawapenda na akawanusuru, fa innahu minhum, yeye huyo hakika atakuwa ni miongoni mwao. Aya 51 ya sura Al-Maida. Aya hii imeanza ya ayuha alladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la tatakhudhu alyahuda wan nasara awliya Msiwafanye Mayahudi na Manasara auliyaa, kuwa ni vipenzi, marafiki zenu. Baadhuhum auliyau badhu, kwa sababu wao hao wenyewe Mayahudi wao kwa wao ni marafiki na ni vipenzi kwa baadhi nyingine, wana msuriana wenyewe baina yao na wanaungana baadhi ya wakati wanakuwa ni kitu kimoja dhidi ya wasiokuwa wao au mayahudi waliokuwa hivyo. Na hao manaswara pia baadhi yao ni vipenzi kwa baadhi nyingine, wananusuriana wao kwa wao, lakini kadhalika wanaungana, wanakuwa kitu kimoja kwa wengine waliokuwa kinyume na wao wanasahau tofauti zao. Ninyi Waislamu, msiwafanye hawa, wa msi hawa alyahudi wa nasara kuwa ni marafiki zenu, kuwa ni vipenzi vyenu. Kwa nini? Kwa sababu mayahudi kwa mayahudi hunusuriana, husaidiana wao kwa wao. Manasara kwa manasara huwa ni vipenzi wao kwa wao na wote hawa wanaficha kwenye mioyo yao albaghdhau washar, wanaficha bughdha zao chuki, kadhalika wanaficha shari kwenye mioyo yao. Na wao hata kama wametofautiana kwenye madhehebu zao wao kwa wao, lakinahum muttafiquna, lakini wako pamoja ala karahiyatil islami wal walmuslimin, katika kuuchukia uislamu na waislamu. Kwenye hili wanaungana. Haya maneno anatuambia mola wetu kwenye Qurani aliyetumba na aliyeumba wao, anayejua mioyo yao. Aa, zimekuja aya nyingi kwenye Qurani ma tukhfi suduru akbar Chuki zimesha anza kudhihiri kutoka kwenye midomo yao. wama tukhfi suduruhum akbar, na yale yanayofichwa na vifua vyao katika mabaya zaidi yaliyoko kwenye mifundo yao ya mioyo ni makubwa zaidi. wama tukhfi suduruhum akbar qad badatil baghdhaau min afwahihim, chuki zimedhihiri kwenye midomo yao

na yeyote miongoni mwenu atakayewafanya wao kuwa ni vipenzi wake, marafiki zake, ana wanusuru ana wasaidia, fa innahu minhum, yeye huyo atakuwa ni miongoni mwao. Kwa hiyo Allah amekataza muwalatu kufar, kuwa na mahaba na makufar, amekataza jambo hilo ameliharamisha yeye na mtume wake, kuwapenda katika mioyo. Jambo hili halifai kwa muislamu akawa anawapenda moyoni, kwa sababu hatawapenda kwenye moyo illa idha kana yara sihhata mahum alaihi, isipokuwa pale atakapoona usahihi wa mambo walionayo mpaka akawapenda katika moyo wake, ina maana ameona sahihi mambo anaoyafanya. Wa kinyume chake, akiwa anaitakidi kwamba wayafanyayo ni batili, bila shaka hata kuwa na mahaba nao kiasi hiki katika moyo, hivyo haifai. Munasaratu al muslimin, kuwapa nusra dhidi ya Waislamu wala kuwasaidia wa wao dhidi ya Waislamu na jambo hili atakalifanya katika Uislamu, akaungana na manasara au mayahudi juu ya ndugu zake almuslimun, basi jambo hilo linahesabika kuwa ni ridda, linamtoa mtu katika Uislamu. Kadhalika kuwachukulia udhuru, kadhalika kuyatakasa matendo kama ni sawa au mbaya, wacha tu, hakuna neno

anafanya hivi mara, anafanya hivi mara, akaingia kwenye dini mara akatoka. min alladhina utul kitaba min qablikum, miongoni mwa wale ambao wamepewa kitabu kabla yenu. wal kufara, na makafiri. Auliyaa, siwafanya kuwa ni mawalii wenu, vipenzi vyenu, na wapenda na mna wanusuru. Hapana, msifanye hivyo, siwafanye so, kuwa ni marafiki zenu. Hawa ishini nao ni binadamu wenzenu

laisu lidhi auliya, si vipenzi vyangu, si vipenzi vyangu, kwa maana na mapenzi nao na wanusuru na watetea na mawadda wapenda kwenye moyo, si vipenzi vyangu hata kama wanaukaribu na mimi kinasaba, kwa kuwa tumetofautishwa na dini. Innama waliyyi llah, hakika si vinginevyo kipenzi changu mimi ni Allah kweno hakuna hiyo, wasalihu lmuminin, na Waislamu walio wazuri wanaofanya amali njema

si vipenzi vyangu ambavyo uhibbu wa atawaddadu ilayhi binnusrati walmawadda wat ta'yid. Kwa nini? Kwa sababu wao na mimi na mila yangu, lakum dinukum walyadin. Na hili tunavyosema kwamba haifai kuwapenda wasiokuwa Waislamu katika mioyo yetu haina maana kwamba kila usiyempenda katika moyo wako, wa wako, mana basi waruhusiwa kumfanya lolote. Haina maana hi basi uweni au apigeni mtosijakafahamu kwa ma -ma maana hiyo. Sisi tunachukia kufuru kwenye mioyo yetu, kufuru yote tunachukia, iwe popote kwa mtu yeyote, kama tunavyochukia maasi. Maasi tunayochukia yoyote yawepo kwa mtu yeyote, na wangapo wanafanya maasi na tunaishi nao, cha kuwafanya watu awahatua. Lakini je, tunachukia maasi? Na hivi anapotakiwa awe muumini achukie kufuru, achukie alfusuq ufasik, achukie alisyan maasi, kama alivyosema Allah kwenye Qurani, wa karaha ilaykum nasemaje?